Karibu Aisha's Food. Leo nimeweza kualeteni jinsi ya kutengeneza kinywaji cha kiwi. Ni kinywaji kimoja kizuri sana, na pia kinakuwa kinakata kiu kwa haraka sana na kinapendezwa katika mazingira ya joto. Kwa hiyo hapo nina matunda manne ya kiwi ambayo nimeamenya halafu, nitayakatakata kama hivyo ambavyo inaonekana. Baada ya hapo, nitaweka katika jagi kwa ajili ya kwenda kusaga. Kwa hiyo nitaweka matunda humo ndani, alafu nimeongezea kuweka asali, si kuweka sukari. Nimetumia asali katika hiki kinywaji na nimeweka na ndimu nusu, yani maji ya ndimu nusu kama hivyo. Unaweza kuweka maji ya limao kama hauna ndimu, kisha nimeongezea na maji ya kawaida tu ya bombani kama hivyo. Baada ya hapo nitasaga kama hivyo ambavyo inaonekana, na ikiwa jagi lako ni kubwa, unaweza ukaweka matunda zaidi, yaani kulingana na idadi ya watu ambayo utakuwa uko nayo. Baada ya hapo, basi iko tayari kama hivyo. Nitachukua bakuli la kiasi ambalo litatoshelezea ule mchanganyiko wangu ama itatushelezea juisi, alafu nitaweka na chujio kama hivyo. Kisha baada ya hapo, nitamimina ule mchanganyiko humo ndani na nitaanza kuchuja kama hivyo ambavyo inaonekana. Ni muhimu kuchuja, sawa. Baada ya hapo, nitaweka juisi pembeni, yani unatakiwa pia uimimine sehemu ambayo itakuwa ni rahisi wakati wa kumimina, yani simwagike mwagike hapo. Nitachukua glasi, nitaweka vipande vya barafu kiasi kama hivi ambavyo inaonekana. Unaweza pia ukasagia na barafu, lakini ili kuleta ule mwonekano mzuri zaidi, fanya hivi ambavyo nimeweza kuileta hii video. Hapo nitaweka slice ya ndimu kama hivyo, halafu nitaweka slice ya tunda la kiwi kama hivyo ambavyo inaonekana unaweka slices moja moja tu inakuwa inatosheleza. Baada hapo, basi nitamimina ile juice ambayo tayari nimeshaichuja vizuri kama hivyo ambavyo inaonekana, kisha nimemaliza kutengeneza juice ya kiwi. Kwa hiyo hapo unaweza kunywa na ni tamu sana, mashallah, mashallah. Ni tamu mujarabu, ni tamu sikwambii kitu, ni tamu sana jaribu kikinywaji. Okay. Mpaka wakati mwingine, nawatakieni wikendi njema na wapendeni sana bye.